Hii inaitwa Chapchap na mimi naitwa Jackie Fatin the BOB niko na Jimson Natson au ananiita Master Jimmy. All right, mimi nataka uh, nijue personality yako ndani ya dakika tano. Okay. Ni tabia gani mtu akikutana uh, na wewe kwanza anaweza akakutana nayo kwa mara ya kwanza? Uh, kitu cha kwanza uh, mimi ni mchangamfu sana. Yaani, hmm, tukikutana for the first time tunaweza tukagombana mm. au tunaweza tukapatana Okay. Kwa maana ya kwamba mm. Eh, naweza nikakufanya nika ukakwazika mm. ili nikujue tabia yako Hey. Sio Okay. Uh, mm. Lakini pia mm. naweza nikakuchangamkia ili niweze kujua tabia yako tabia mm. Well, na na Yeah, Hey. So, ya Masterjimmy ambayo naipenda sana mm. ni, ni mtu ambaye si wa kugive up. Okay. Kwa maana ya kwamba yani nikilianzisha nimelianzisha mm. naweza nikadondoka mara mia tatu mm. naweza nikadondoka na nika mara mia tatu mm. lakini nikainuka mara mia tisa katika hizo mara mia tatu okay. kwa hiyo ni tabia ambayo naipenda sana, kwamba si, siwezi kugive up hiyo. mm. ni moja kati ya tabia ambazo nazikubali sana kutoka kwa Masterjimmy. na ambayo unipendi zaidi kuhusiana wewe A, tabia ambayo siipendi mm. zaidi kutoka kwangu mm. <laughs> yeah. kwa <nailo> <laughs> Okay. Uh, tabia ambayo siipendi kutoka kwangu hmm. ni kwamba hizi zote zitakuwepo. Mimi binafsi mwenyewe yani tabia yangu mimi mwenyewe ambayo siipendi hmm. uh, ni tabia ya kuchelewa kuamka. Hiyo okay. Eh, ni tabia ambayo inanikwaza sana hmm. kwa maana ya kwamba sio kwamba nachelewa kuamka kwa mm, yani nikipanga kuamka saa kumi mm, basi jua kabisa nitaamka saa kumi na mbili mm, kwa sababu ya ile tabia ya kuvuta muda kwamba nilipanga nitaamka saa kumi mm, lakini ngoja kwanza niongeze kwa sababu ratiba yangu itaanza saa kumi na mbili mm. Kwa hiyo naanza kuvutavuta ile kwamba okay, ngoja niongeze dakika tano. Dakika tano zikipita ah, niongeze dakika tatu. Kwa hiyo hiyo ndo tabia ambayo siipendi sana kutoka kwa Masterjimmy. Okay, ushauri kumshauri mtu afaka sana ushauri wako kwa kweli kwa hapa sitautumia. Wapo wengi sana. Ehe, wengi ushauri sana. Nini? Um, nilimshauri ah uh, kuhusiana na chuo nakumbuka alikuwa ni mshikaji wangu. Mm. Uh, tulikuwa tunasoma ngazi ya cheti. Mm. Uh, sasa kwa kipindi kile mwenzangu alikuwa ameshindwa uh, kujipambania kwenye swala la ada, mm, kwa sababu mzee wake kuna namna kama alikuwa amemkata amemkataa, lakini nikamshauri, mm, mwanangu sikiliza, mm. Si unaona kwamba kama namna gani vipi mambo hayaendi mzee kama vile asapoti harakati mm. tufanye kitu kimoja tu... tuanzishe YouTube channel mm. au sio bwana mm. ili tuweze kusapotiana tuweze kuona tunafanya Nafanya. Lakini mwana hakuamini ule mchongo mm. kwa akaupuuzia baada ya kuupuuzia mimi mm. nikaondoka nao kama ulivyo mm. na ukanibusi kwa kiasi fulani mwenzangu mm. aka give up akaupuuzia mm. ha, ushauri mm. na mwisho wa siku hakuendelea kusoma. Okay. Okay, yeah. Okay, no, this is the last question. Um, ni sinario gani umekutana nayo na mwaka huu ambayo naamini kwamba hii imekunyosha lakini pia imekushape kwa namna fulani? Kukataliwa. Okay. Yeah, mwaka huu nimekutana na sinario ambayo me... ninyosha sana mm. ni ya kukataliwa hasa katika kwenye kuchangia mawazo unajua, mm -hmm. Um, na naweza nikawa fulani, mm. Na wazo fulani natamani kufikisha sehemu fulani nalifikisha sehemu fulani mm. Au mtu fulani ambaye yuko juu yako mm. Akakwambia hivi, hebu eh, tafuta idea tufanye mm. Au uifanye mm. Naitoa idea, ana inee, au sio? Bwana mmoja, kati ya wakati ambao umeniumiza, umeni, umeni sana mm. Lakini pia ukanishape kwa maana ya kwamba baada ya kukataliwa hizo idea, hmm. nikaanza kuzitumia mwenyewe. Okay. Ehe. Nimekuwa nyama sana. Na ndo hivi. Okay. Yes. Thank you for your time. Nilikuwa na shikaji zake wanapenda kumuita Master Jimmy. Oh, yes. Ninamsaidia kujinjodi. <laughs>